Sio washirika, sio watoto. Kwa nini wazee? Bwana Yesu asifiwe! ungenipigia makofi kwa kubwa. Lakini pia ninamshukuru Mungu sana sana kwa ajili ya kutupa baba yetu mwenye ufahamu mkubwa wa neno, baba yetu ambaye anatuongoza katika kweli, baba yetu ambaye anatufundisha vitu, ukivifuata vizuri hauwezi ukaishi kwenye hayo ya maisha. Mimi sikuwa hivi nilipo, sikuwa hivi nilipo ni baba yangu na wote ambao niliwakuta mazao, hii ndio mmenifanya hivi nilipo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pia mbegu inatakiwa e, unapoipanda mbegu, unyenyekevu unatakiwa uwe wa hali ya juu, unyenyekevu unatakiwa uwe wa hali ya juu. Ndio maana vile unapopanda mazao kwenye shamba lako sio kwamba e, utafika tu kwamba saa ile ile na kuvuna siku ile ile, hapana. Maana yake utakuwa unarudi kwenda kuangalia, leo kuna nini, labda kuna wanyama wameharibu mazao yangu, kuna wadudu wameharibu, unarudi kuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Ule ni unyenyekevu ambapo kwamba ile mbegu unavyoipanda, chochote unachokifanya ni lazima uwe mnyenyekevu Ni kweli umepanda mbegu yako, lakini bado kama mbegu unapanda ukiwa jeuni, hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyia kwenye maisha yako, kwa sababu chochote anachonachokifanya kinatakiwa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema, utakayenikweza utafanyaje? Utashushwa, lakini utakayenyenyekea utafanyani? Utapandishwa. Wana wa Mungu, tusiombe kwa kupiga makelele, ila tufanye vitendo. Tuangalie neno linasemaje, alafu tufanye vitendo juu ya neno. Yesu anasema uliangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Anakwambia panda mbegu, anaongea habari ya mbegu. Kwa hiyo, unaenda kumlilia kila siku kama anakutolea sadaka na kutolea zaka. Yeye atakuja kwambia hiyo ni sheria yangu, kwa sababu nilisema usije hemani mwangu mikono mitupu. Na nikasema unapopata kipato kwenye kipato chako, kwa sababu mimi tunakuletea kile kipato utoe moja ya kumi. Bwana Yesu asifiwe. Yeah, ya kila jambo lolote unalolifanya, sio akili zako. Kila chochote unachofanya, sio ufahamu wala elimu. Ila ni Mungu anayesimama na kukuletea watu wakuja kukungisha kwenye hiyo biashara, wakuja e, kukungisha kwenye kazi uyo unayofanya alafu unapata nini faida? Kwa hiyo ndio maana alisema katika hiyo faida unitolee mimi, kwa sababu mimi ndio naowaleta wale watu. Ukiangalia vile neno lake anathibitisha kweli, Isaya 60 kumi na moja, kwamba malango yako hayatafungwa usiku wala mchana, yatakuwa wazi na nitakuletea wafalme ambao walikuwa wameshika ni dhahabu, fedha na kila kitu chenye ufahari kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kila chochote tunachokifanya, kila jambo lolote tunalofanya, mkumbuke sana Mungu kwenye kila jambo alilokupa au kila kitu unachokishika mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukumbuke sana kwamba tunapoendelea kumtafuta Mungu, tunapoendelea kuzungumza, tunapoendelea kuwa Angalia chochote walichokianzisha kipandie mbegu kwa Mungu. Chochote unachotaka kukianzisha kipandie mbegu, maana ile mbegu ndio itazaa eh, yale mafanikio unayotaka wewe. Kila yeyote aliyeinuka, kila mtu yeyote aliyefika mahali, kila mtu yeyote aliyefika lengo kubwa, ukienda kumuuliza kuhusu mbegu, atakwambia na mbegu muda mwingine inakuwa ni mbegu ya maumivu makali. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kama vile e Mungu anamwambia Ibrahimu nitolee mwanao Isaka, ilikuwa ni mbegu kwamba akishamtoa yule anapata uzao. ili lile neno la Bwana litimie kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukiangalia ile ni mbegu inayouma kuliko kitu chochote. Lakini Ibrahimu hakuwa analia yale maumivu, ila alijua kwamba anapotoa hii mbegu, kuna vitu vingi vitaenda kuzaliwa kuhusu hicho kilicho nacho. Ndio maana hata wewe hapa unaweza ukachukua hata kwamba ni ni mshahara wako wote wa kwanza, umetoa fungu la 10 na sadaka, nasema huu uh, uh, wote sitoi hata shilingi 100, inaenda kupanda mbegu kwa ajili ya hii kazi yangu, Mungu nione. Unashangaa mwana wa Mungu. Baada ya siku kadhaa unap lenki kutoka hapo ulipokuwa kwenda kwenye lenki za juu na mshahara wa juu. Kwa sababu gani? Kuna sadaka, kuna mbegu ya mabevu ireo eipanda na ukaamini kabisa kupitia hiki kuna mazao. Bwana Yesu asifiwe! wangapi nao leo